Aa, na ni kwamba mlinzi huyu alikuwa akifanya ulinzi kwa kutumia kirungu kwenye jumla ya maduka saba yanayomilikiwa na mtu ambaye amejulikana kwa jina la Emmanuel Gibson Pila. Huyu ni mfanyabiashara wa Ngokolo, na katika upelelezi wetu wa awali tumekuta maduka matatu yamevunjwa na mali mbalimbali kuibiwa ikiwemo nguo, mafuta ya kupikia na fedha taslimu ambavyo vyote bado hakijapata ya thamani yake, na tukio hili linaonyesha kutendeka majira ya usiku wa kuamkia yaani leo, na watu zaidi ya wawili ambao bado sisi tunaendelea, au wengi zaidi ya hapo, tunaendelea kufanya uchunguzi, lakini mpaka sasa hivi Jeshi la Polisi tunamshikilia mtu mmoja. Aa, kwa ajili ya upelelezi basi pita mtaja kwa ajili ya uchunguzi. Wito wangu kwanza kwanza, tukio hili ni la kusikitisha sana. Makampuni ya ulinzi yanatusaidia sana jeshi la polisi tunaposhirikiana katika kufanya ulinzi kwa so, sababu ulinzi ni mtambuka, ni swala la kwetu sote, lakini sasa, wewe mwenye kampuni ya ulinzi unapomweka mlinzi mmoja alinde maduka saba, si sawa sawa. Lindo moja wanalinda askari wawili na wanalinda kwa kupokezana. Kwa hiyo hiyo ni dosari tosha, lakini niseme sisi tumeingia kazini kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunawataka hao waliosababisha mauaji haya ya huyu mlinzi ambaye alikuwa analinda kwenye maduka hayo. Huu ni wito wangu kwa wenye makampuni ya ulinzi Lehe. lakini basi sisi sote kama wana Shinyanga tuendelee kushirikiana yani, Wanashinyanga kushirikiana politi so na jeshi la polisi katika swala zima la utoaji wa taarifa.